Kuna kitu ambacho amekuwa kikifanya mwanamuziki Diamond Platnumz, sidhani kama na wanamuziki wengine ama watu maarufu pia wamekuwa wakifanya kitu kama hiki. Muonekana clip ikitembea mitandaoni ikimuonesha Diamond Platnumz akitoa zawadi ya seti za dhahabu kwa ndugu zake bwana. Karibu sana mimi ni Sami Baby na niko hapa na 69 Media, kikubwa tu, uendelee kubaki nasi kwa kusubscribe, weza alama ya kengele ili uwe mwanafamilia bora kabisa. Sasa bwana Diamond ama Simba la Simba Dangote, CEO huyu Wasafi lebo ameendeleza utaratibu wake wa kuendelea kutoa zawadi za seti za dhahabu ambako kwa sasa amegawa seti tatu kwa ndugu zake baada wana ya bwana ya kutoka kwenye safari yake ya Dubai. Hii ni kitu ambayo Diamond amekuwa kifanya ikionyesha jinsi gani ambavyo ana upendo kwa familia yake kwa kuendelea kutoa zawadi. Tena sio zawadi za kawaida tu za gharama za bei ghali kabisa, kitu ambacho sijui kama watu maarufu pia wanafanya hivyo. Mbali na hilo, Diamond bwana hakuishia kwa ndugu zake. Tumadada pia Zuchu ambaye wake Diamond Platnumz. Uh, aliweza kuposti na kupitia ukurasa wake wa Snapchat Zuchu ameposti video akionyesha zawadi alizopatiwa na mume wake Diamond Platnumz, ambako ikiwa ni baadhi ya vitu vya almasi pamoja na dhahabu. Lakini mbali na kuonesha video hiyo akionyesha zawadi hizo, pia Zuchu aliweza kuandika ujumbe bwana. Ujumbe mwenyewe ni hatari kweli kweli, nami nakujuza ujumbe gani huo. Ameanza kwa kusema kwa mume wangu Diamond Platnumz. Asante kwa kuletea seti hii ya dhahabu na almasi. Namshukuru Mungu kwa ajili yako. Nilipenda pete hii iwe pete yangu ya harusi kwa sababu ya hali za wakati ule hukuweza kunipatia lakini uliweka ahadi. Asante kwa kuitimiza zaidi ya hapo. Saa ya almasi na seti ya dhahabu alhamdulillah. Mwenyezi Mungu akuongezee riziki na baraka. Endelea kuandika Zuchu. Nashukuru mume wangu Diamond Platnumz, si roho yangu, faraja yangu, Firdausi wangu. Uamini shall hasdi idha hasad. Na kutokana na shari ya mwenye husda anapohusudu. Hayo ni maneno ambayo anaweza kuyaandika bibie Zuchu na hii inaonyesha kwamba watu hawa bwana, penzi lao linazidi kushamiri siku hadi siku. Na hii inaendelea kuwafumba midomo wale wambea wale ambao waliamini kwamba watu hawa wanaweza kuachana. Ni watu ambao wamekuwa wakipitia heka heka za mahusiano, mara ni follow, ni kuunfollow, block, ni kuunblock, futa posti narudisha posti post. Ndio maisha ambayo wamekuwa wakiyafanya Zuchu na Diamond Platnumz, lakini bado upendo wao uko pale pale na hii ikionyesha dhahiri wa shairi kwamba watu hawa bwana, ndoa yao bado ipo, na wale ambao naamini kama ndoa yao imevunjika, bado hajavunjika. Hii inasemwaje eh? Mwendelee tu kunong'ona minong'ono mingi, wale wenye husu na shari. Zuchu tayari kashawambia kwamba bado yeye na Diamond, hii ni mpaka kiama. Sawa, nimekujuza hayo kutoka kwenye uh, kurasa za mitandao ya kijamii mingi husiana na Zuchu na Diamond, lakini pia kikubwa zaidi, dodosha komenti yako hapo kuhusiana na swali ambalo nimekusogezea hapo, lakini kikubwa subscribe, bonyeza alama ya kengele, una familia bora kabisa ya 69 Mediatz. Pia tufollow kwenye kurasa zetu wa Instagram ni 69 Mediatz, bila kusahau TikTok na Facebook tunapatikana huko, na sisi tuko hapa kukujuza mengi ya burudani na habari nyingi za moto moto kweli kweli. Mimi ni Sami Baby wakati huu hapa na sign out, lakini bado endelea kujua kwamba tuko hapa hapa kusogezea stories nazoendelea mitandaoni na matukio mbalimbali mbali ya kijamii.